Siku mia moja za kishindo, lakini zenye maswali. Ndivyo tunavyoweza kusema wakati rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anapotimiza siku mia moja tangu aapishwe kuwa raisi. Ni siku mia moja zilizojaa sintofahamu, huku zikibeba maswali ya tutakwendaje, tutawezaje, tunafanyaje na itakuwaje. Ni siku mia moja za utekelezaji wa ahadi, mwelekeo mpya wa kisiasa na uponyaji. Msemaji wa serikali Gerson Msigwa anasema rais ametimiza karibu ahadi zote alizotoa wa wakati wa kampeni katika kipindi hiki cha miezi mitatu na takribani siku kumi. Bima ya afya kwa wote kwa awamu imeanza, makundi yameanza kusajiliwa, lakini pia aliahidi ndani ya siku mia moja atazuia jambo ambalo lilikuwa linawakera watu wengi la maiti kuzuiliwa, uh, pale ambapo wenye, wenye marehemu wamekosa fedha za kulipia matibabu. Ombwe kubwa katika siku mia za rais huyu wa kwanza mwanamke Tanzania lilijitokeza baada ya vurugu za Oktoba 29 katika uchaguzi mkuu wa Tanzania, ambapo maswali ya wengi yalikuwa ni taifa litaponaje ilhali Watanzania walio wengi wana makovu msigwa amesema kuna mtanzania aliyetegemea yaliyotokea tarehe 29 kwa hiyo busara ikaongoza kwamba yale yaliyotokea tarehe 29 na siku kadhaa kabla ni muhimu yapatiwe majawabu kwanza kabla ya kuendelea kwenye mchakato unaofuata wa maridhiano katika uzinduzi wa kampeni za uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na tano rais samia suluhu hassan aliweka wazi dira yake katika siku mia za mwanzo na kusema analenga kugusa maisha ya watu ikiwamo katika sekta nyeti za afya na elimu. Rais Samia aliahidi kuajiri watumishi kumi na mbili elfu ili kuimarisha utoaji wa huduma katika sekta hizo mbili. Mchambuzi wa masuala ya diplomasia na siasa wa chuo kikuu huria cha Tanzania, Dr Revocatus Kabobe, anasema ni mapema mno kumhukumu Rais Samia katika siku mia moja hasa linapokuja swala la makovu ya Oktoba. Tume itupe majibu nini, wame, wamegundua wameona nini, chanzo cha vurugu likikuwa ni nini, nani asababisha vurugu, tunatokaje hapa. Tume kisha eleta ripoti yake, na mimi natamani hiyo ripoti iwe hadharani, ila kila mmoja aone, wananchi nao wanasema nini. Basi katika siku hizi mia moja za rais Samia, naitwa Teresia Masawe. Kiukweli mimi naona amefanya mambo makubwa, especially kwa sisi vijana kuweza kuunda wizara ya vijana tunaamini itatupa mwanga na, na kuweza kutatua changamoto zetu kwa ukaribu zaidi. Pamoja na mambo mengine, rais Samia katika siku zake mia moja mara kadhaa amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri, akitaja sababu kuwa ni kuongeza uwajibikaji, kasi ya utekelezaji na kuongeza ufanisi serikalini. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.